Naitwa Bakari Kiwingu, ni afisa habari taasisi ya maendeleo na uchumi organization humo. Kwanza niwatakie heri ya Krismas na mwaka mpya wa Tanzania wote, lakini mimi kama afisa habari nitumie fursa hii kwa niaba ya taasisi yetu ya UMO uh, kuambia vijana wenzangu ni kwamba sisi kama taasisi ya UMO kupitia idara ya habari na mawasiliano taifa mwaka elfu mbili na ishirini na sita tunakuja na kampeni ya kijana ni fursa na wewe umo. Hivyo basi, tuwaombe vijana wote Tanzania nzima watupe ushirikiano pale ambapo tutatembea katika mitaa yao, wilaya zao, mikoa yao. Na lengo la kutembea na kampeni hii ya kijana ni fursa na wewe umo ni kuzungumza na vijana wote wa Kitanzania, wa kike na wa kiume, kuwaonyesha fursa zilizomo katika wilaya zao katika mikoa yao lakini pia kuwaonesha fursa zito, zitokanazo na serikali. Lengo ni kuona vijana wote wanatumia vyema rasilimali zilizopo katika nchi yao katika maeneo yao katika taifa lao ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Tunatambua kwamba kumekuwa na changamoto ya upungufu wa ajira, lakini hatupaswi vijana kubweteka ama kulalamika, tukilalamikia kukosekana kwa ajira, hali ya kuwa tuna fursa ambazo zinatuzunguka katika maeneo yetu katika mitaa yetu katika majiji yetu katika mikoa yetu katika nchi yetu, basi ni vyema tukazungumza vijana namna gani ambavyo tunaweza kuzifikia fursa hizo na tuweze kujikwamua kiuchumi. Ni kazi kubwa ambayo imefanywa na, na, amba na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wake mama yetu rais mpendwa, jemidari wetu Dr Samia Suluhu Hassan, na viongozi wote ambao ni wasaidizi wake kuhakikisha kwamba vijana wanajikwamua kiuchumi aa, kwa kujiajiri na kuziona fursa zitokanazo na serikali yao katika maeneo yao. Basi, kwa kuyasema hayo, sisi kama sauti ya vijana, kama taasisi ya uchumi na maendeleo organization umo Tanzania, tunakuja kwenu, mtupokee. Tunauliza, kijana ni fursa, je, na wewe umo? elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka wetu vijana, tuache kulalamika, twende tukapige kazi, tuchangamkie fursa zitokanazo na serikali.